Katika dunia ya leo, kila siku tunasikia malalamiko ya watu kuhusu maisha kuwa magumu, gharama za vitu kupanda, kipato kubaki kile kile, na matumaini kupungua taratibu, kama mishumaa inayoyeyuka taratibu usiku wa giza. Lakini swali ambalo watu wengi wamekuwa wakijiuliza ni kwa nini maskini wanazidi kuongezeka, ilhali dunia inazalisha mabilionea wapya kila mwaka? Je, ni mfumo uliowekwa? Ni makosa ya mtu binafsi, au kuna siri ambazo hazisemwi hadharani. Leo kwenye Pesa Vibe, tunafungua ukurasa ambao watu wengi wanaogopa kuongea ukweli unaoumiza lakini pia ukweli unaoweza kukukomboa ukichukua hatua sahihi. Ukimwangalia mtu maskini leo, mara nyingi unadhani hali yake inatokana na sasa. Lakini umaskini huwa hauanzi leo, huanza miaka kabla katika mfumo wa malezi, katika jamii, katika shule, katika mitazamo na kwenye maamuzi madogo madogo ambayo hayachukuliwi kuwa makubwa. Hivi ndivyo maskini unavyozaliwa kimya kimya, kama moshi usioonekana, lakini baadaye unabadilika kuwa moto unaoteketeza ndoto. Mtu maskini mara nyingi analelewa katika mazingira yanayomfunza kuishi kwa tahadhari, sio kwa uthubutu. Anafundishwa kupunguza matamanio, sio kupanua uwezo. Anaambiwa hiyo sio kazi ya kwako, utajiri ni bahati usijaribu, utapoteza kila kitu. Kauli hizi zinaonekana kama ushauri, lakini kwa ndani zinaua uwezo wa mtu. Mfumo unaocheza na akili za wengi. Siri ambayo mara nyingi haijadiliwi ni hii: dunia imejengwa kwa mfumo ambao unamfanya maskini awe maskini zaidi bila hata kutambua. Mfumo wa elimu unamfundisha kutafuta kazi, sio kutengeneza kazi. Unamfundisha kumaliza maswali, sio kujiuliza maswali mapya unafundishwa kufuata taratibu sio kufikiri nje ya mipaka. Ndiyo maana vitabu kama Rich Dad, Poor Dad vinaeleza wazi kwamba mfumo wa elimu haukuundwa kutengeneza matajiri bali kutengeneza wafanyakazi. Hivyo unapomaliza shule, dunia inakutupa kwenye mzunguko wa maisha ambao kila mtu anaofuata bila kuuliza maswali. Unatafuta kazi, unalipwa mshahara kidogo, unalipa bili, unangoja mwisho wa mwezi, halafu mwezi unaisha kabla hujafika katikati na bado unaambiwa kuwa ukiwa mvumilivu mambo yatabadilika, lakini miaka inapita, mambo yanabaki pale pale. Wakati huo huo, matajiri wanatumia mfumo huo huo kama fursa. Wanajua kwamba watu wengi wanaogopa kuchukua hatari, hivyo wao wanachukua hatari hizo badala ya wengine. Wanajua watu wengi hawajui thamani ya pesa, hivyo wao wanatumia pesa kufanya kazi kwa niaba yao, wakati maskini anafanya kazi kwa pesa. Mchezo wa akili unachezwa kimya kimya, na aliye juu anabaki juu. Mindset ya kufungiwa kwenye bahasha. Moja ya sababu kubwa zinazoongeza umaskini ni fikra kwamba mafanikio ni kitu cha haraka. Mtu anataka kuanzisha biashara leo, kesho awe matajiri, akishindwa siku ya tatu anaacha. Mtu anataka kuwekeza leo, kesho apate mara mbili ya mtaji wake. Hii ni mindset inayouua ndoto zaidi kuliko vikwazo vya serikali, uchumi au mazingira. Katika kitabu The Richest Man in Babylon, tunaambiwa kwamba utajiri unaanza na tabia ndogo sana, kuweka akiba ya asilimia kumi kila mara unapopata kipato, lakini wengi hawafanyi hivyo. Kwa nini? Kwa sababu maskini amefundishwa kwamba pesa anayoitunza ni pesa anayopoteza. Hii ni fikra kubwa inayowatesa wetu. Wengi wanaona akiba kama hasara. Sio kama mbegu ya utajiri. Mtu anayetaka kuwa tajiri anapanda mbegu yake kimya kimya, haipandi leo na kuota kesho, bali inahitaji uvumilivu ambao wengi hawako tayari kuwa nao. Ndio maana maskini anazidi kubaki maskini. Anaona muda kama adui, wakati matajiri wanaona muda kama rafiki. Sauti za jamii zinazozuia watu. Kuna kitu ambacho watu wengi hakijui, jamii inaunda maoni ya mtu kuhusu uwezo wake kufanikiwa. Unapokuwa mdogo watu wanakuambia unaweza kuwa chochote. Unapokuwa mkubwa watu wanakupa mipaka, kama vile ndoto zako ni makosa ya maadili. Unataka kuanzisha biashara, wanaanza kukuambia si kila mtu ni mfanyabiashara. Unataka kuwekeza, wanasema uwekezaji ni wa waliozaliwa nayo. Unataka kujifunza kitu kipya, unasikia umri wako umeshapita. Jamii ina nguvu kubwa kuliko mtu anavyodhani inapokataa kukutia moyo inanyofua kiwango kikubwa cha uwezo wako wa kuamini kwamba unaweza kufanya kitu kikubwa. Ndio maana watu wengi wanabaki pale pale walipozaliwa, sio kwa sababu hawana uwezo, bali kwa sababu sauti za nje zinakuwa kubwa kuliko sauti ya ndani. Matajiri wanaofika mbali mara nyingi hawafuati sauti hizo, wanaifuata sauti yao ya ndani, sauti inayotaka kuchukua hatari, kufanya jaribio, kuanguka, kuinuka na kuendelea. Tabia ndogo zinazoharibu maisha makubwa. Umaskini hauji kwa ghafla, unakuja taratibu kama vile mvua ndogo ndogo zinazonyesha bila kelele, lakini zinajaza mito mpaka inaisha siku moja na kusababisha mafuriko. Tabia ndogo kama kutumia pesa kabla ya kuipata, kuahirisha mambo, kutopanga matumizi, kutotafuta elimu ya fedha au kusikiliza marafiki wanaokatisha tamaa, hizi ndizo sababu zinazogeuza maisha ya watu kuwa mzigo. Matajiri hawajifanyi wajuaji, wanajifunza kila siku. Wanajua pesa ina sheria zake, sheria za ukuaji, uzidishaji na uhifadhi. Lakini watu wengi hawajawahi kujifunza hata sheria moja ya pesa. Wanajua sheria ya michezo, sheria ya mitandao ya kijamii, sheria za ushawishi, lakini hawajui sheria za pesa, na dunia haitamsubiri mtu ambaye hajui kutumia kile anachopata. Umwagikaji wa pesa katika maisha ya wengi. Pesa huwa haitoshi kwa mtu ambaye hajui kuitunza. Hata ukipewa mara tatu ya mshahara wako, sasa utatumia kama vile unakimbizana na muda. Hii ni kwa sababu watu wengi wameumbika kutumia, sio kuwekeza. Wanajua gharama za kila jambo, lakini hawajui thamani ya chochote. Ndio maana mtu katika umaskini anaweza kutumia pesa kwenye simu mpya, fashion, outing, drinks na anajiona anaishi maisha mazuri lakini baada ya siku chache anabaki kwenye hali ile ile ya kutegemea siku inayofuata. Pesa haitaki mtu anayeweka hadhi juu kuliko malengo, anayeweka starehe juu kuliko mustakbal, anayeweka mtazamo juu kuliko ukweli. Siri ya matajiri wanavyoitumia pesa. Matajiri wanajua kitu ambacho maskini hawajawahi kufundishwa: pesa sio ya kutumia, pesa ni ya kuingiza pesa nyingine. Pesa ni mfanyakazi, ukiitumia vibaya, inakutoroka Ukiitumia vizuri inakuza taifa lako binafsi. Matajiri hawafikirii kwa mwezi mmoja, wanafikiria miaka tano mbele. Wanajua kwamba uwekezaji una faida ndogo leo, lakini kubwa sana kesho. Wanajua kwamba biashara haitoi faida siku ya kwanza, lakini inaondoa vizazi katika umaskini siku zijazo. Ndio maana ukiona mtu maskini akikataa kuwekeza kwa sababu anaogopa kupoteza pesa, ujue anapoteza zaidi kuliko zia kuterika kwa kujaribu. Hatari ya kutofanya kitu ni kubwa zaidi kuliko hatari ya kufanya kitu na kushindwa. Hatima ya mwanadamu inajengwa na kichwa kijajengwa. Hadi sasa dunia imejaa fursa kuliko wakati wowote katika historia. Unaweza kujifunza kupitia YouTube, kupata kazi mtandaoni, kufanya biashara bila mtaji mkubwa, kuwekeza hata kwa kiasi kidogo. Lakini bado maskini wanaongezeka. Kwa nini? Kwa sababu uwezo wa mtu hauko katika fursa anazoziona bali katika macho anayoyatumia kuziona hizo fursa. Ukiwa na macho ya kuiona dunia kama mahali pa hatari, utaogopa kila kitu. Ukiwa na macho ya kuiona dunia kama mahali pa fursa, utaiona bahati kila kona. Na ukweli ni kwamba matajiri hawazaliwi tu, wanajengwa kupitia mtazamo. Wanajua dunia inatesa, lakini wanajua dunia inaweza kuwalipa pia. Mwisho wa siku, umaskini unaongezeka kwa sababu watu wengi wanaishi kwa kufuata mfumo uliowekwa sio kwa kufuata ndoto zao. Wanakimbia hatari, wanapenda starehe za haraka, wanapuuzia elimu ya fedha, wanatamani bila kuchukua hatua, na kuepuka ukweli mgumu kwamba hakuna atakayewaletea utajiri isipokuwa wao wenyewe. Ukweli ambao matajiri hawasemi mara nyingi ni hii: utajiri sio bahati, ni nidhamu. Sio uwezo wa kuzaliwa nao, ni uwezo wa kujijenga. Sio juu ya mazingira, ni juu ya mtazamo. leo unaweza kubaki pale ulipo, au unaweza kuchukua hatua. Ndio kazi ya maisha. Huu ndio ukweli ambao hauambiwi shuleni, hauambiwi majumbani, na mara chache sana unasikika kwenye vyombo vya habari. Maskini wanaongezeka kwa sababu wanajengwa na mfumo, lakini matajiri wanaongezwa kwa sababu wanajijenga wenyewe. Karibu PesaVibe.